Karibu sana mwana michezo tuweza kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Kama bado hauja subscribe fanya hivyo uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Ndugu yangu mwenezi uko poa? Kama kawaida. Nzima upo? Mungu ni mwema. Heri kabisa Mungu ni mwema hmm. Kuna kucha kama unavyoona. Tunaelekea mwisho wa mwaka ndugu yangu. Yes. Mwaka ndo huu hmm. Jambo la heri hmm. Tumwombe mwenyezi Mungu tuumalize salama, manake uko mwishoni. Ndio, lakini haujaisha, lolote linaweza likatokea, au sio? kwa jambo la muhimu kuendelea kumwomba mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuumaliza mwaka vizuri. Azam FC uko kuna nini? mbona kama mmedhamiria hivi, uko mapinduzi full squad mmeishusha. Tuwezi kuwa na full squad, Edinaldo yuko afukoni, Faisali yuko afukoni, Zuberi Foba yuko afukoni, Mwaikenda yuko afukoni, Pascal Msindo yuko afukoni, wangapi? Haya, inakuwaje full squad? Aha, sema tu kwamba sisi tuna deps tuna booster ya kutosha hey, hey, mtiti ndani wanasema nje mtiti ndani mtiti. Ndio timu yetu ambayo tuko nayo. Kwa hiyo mechi inayofuata mnacheza dhidi ya Singida Black Stars, mechi ambayo ndugu zenu waliwatoa wa jasho kweli kweli katika viunga vya Azam Complex. Mechi ambayo mnakwenda kucheza na wawakilishi wanaotokea katika ardhi ya Tanzania wanacheza kombe la shirikisho barani Afrika pamoja na nyie pia mnacheza kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo namna gani huu mnautarajia Big? Ah, Singida, Singida mimi nadhani kuna mtu tumeweza kumfumua, kwa hiyo sidhani kama kwa Singida anaweza ikawa mada sana. Hatuwezi kumfunga Simba alafu tukamshinda Singida tuonekana sisi ni vituko. Ah, Obviously, 100%. Yani, hauwezi hauwezi hauwezi kubeba mzigo wa kilo 100 alafu unakushinda kilo 25. Eh? Inawezekana? yn yani, loba lenye kilo 100 umeweza kulibeba hapo ni kilo ishirini na tano na kushinda haiwezekani. Ah, Singida watabaki kwa wepesi na sisi tutawafunga kama kawaida. Kwa hiyo kwa Singida hamna mtu atasio, ama washabiki wa, wa wa Azamu hapaswi kuwa na hofu. Kwanza unasikia wanachokisema mashabiki wa Simba? Wazamaji. Mliwakuta kwenye kipindi ambacho maji yametibuka, sasa hizi ngoma iko salama, walishinda goli mbili na jana wamemdufua wa mtu goli mbili tumu. Sisi tunachoshukuru kwamba sisi tumewafunga tumebikili unajua, kamamb sisi ndio tumewabikili wale, ligi toka imeanza wale hawakufungwa na mechi yote tumekuja kuwafunga sisi. Hiyo ndio ambayo ilimtokea mwenzake ndugu yake msimu uliopita, mambo alikuwa hivi hivi tu. Sisi ndio wazee wa kubikili. Lakini kitu kingine umesema, wanatimu zao wameshinda hapa ya mashabiki wameshinda timu za nani hawa mashabiki, pamoja na Influencer. Influencer. au sio bwana? na na na, na, na, na princess. Sasa kitu kizuri ni kwamba mi ningewashauri, huu ni ushauri wangu, umeona ile timu ya Simba wanawake Mwanangu mule kuna watu wanajua mpira kuliko kuna Simba wanaume ah, so yule, yule golikipa wa Simba wanawake yule yeah, anakaa golini na anafanya kazi nzuri, na wana winga na jezi namba 29 mgongoni, wanawake jezi namba 29 mgongoni yule mzaji anajua mpira kuliko budo. Ukimwekea okay, pale mimi nakwambia, kweli kabisa, naamini. Binafsi naamini yeah. Na kama ingekuwa tumepewa sisi wale hiyo. Kwa hiyo mimi nawashauri kama kweli kabisa wanao watu ambao wanafanya tathmini ya mechi zao ni vema na ni vizuri zaidi wangiangalia namna gani ya kuweza kuwachukua wachezaji wa wanawake kuweza kuwapandisha kwenye timu za, za, za wanaume na baadhi ya wako kwenye wanaume washushwe kwenye timu ya wanawake. E bwana, sijasikia Azam FC kama kuna marekebisho ama sajili zozote kwenye dirisha dogo mnafaa. <laughs> Ila nimesikia mitaa ya mitaa Twiga na Jangwani kumekucha. Katika vitu tunavyogopa Azam FC ni ahadi ahadi, kwa sababu tumeona na tumeshuhudia ahadi nyingi zikiwa zitendeki. Kuna watu wameidiwa uwanja hawajapata, uongo kweli? Kuna watu wameidiwa uwanja, wataanza kujengewa uwanja, umeanza kujengwa uwanja, umeanza kujengwa hey. umeanza kujengwa uwanja hey. wewe bwana wewe, acha na, acha acha maneno yako wewe, watu hey. wameidiwa uwanja, waliambiwa baada ya siku 100 ujenzi unaanza, hamna kitu. Kuna watu wameidiwa magari, kuna watu wale ambao watapewa iliza, hamna hey. kitu. Kwa hiyo hamna kitu ambacho sisi Azamu hey tunachokiogopa kama ahadi, tunatamani bosi wetu aendelee hivi hivi, asio na tuahidi, vitu tuvione vinatokea. Nani alikuwa anajua kama Florent Ibenge anakuja nchi? Nani alikuwa anajua kama Florent Ibenge anakuja Tanzania? si kila mtu amekuja kushtuka tu, jamani, Florent Ibenge ana sign contract tayari, kachukuliwa, hakukuwa na makelele. Nani alikuwa anajua kama Azam FC inajenga uwanja Mbande? Kuna mtu alikuwa anapigiwa kelele. So, amekuja tu hapa bwana, uzinduzi bwana, ameenda mheshimiwa pale watu wanazindua uwanja. Kwa hiyo, sisi makelele makelele na hadi hadi hatuzitaki. Sisi uh -huh. Sisi tunachokitaka ni kwamba bosi aendelee kufanya vitu vyake kimya kimya. Hata mimi nakupasili. Ziko booster zipo pale. Zimeongezeka. Kuna vyuma viko pale. Wewe subiria. Kuna vyuma viko pale na kuna watu watakuja kutapika ulimi. Kuna watu naona kabisa wana ma, ma, ma, ma, mafulbeki wao eleweki. Fulbeki anacheza mpira eleweki. Mpaka national team huko watu wanasema, tuwe tumtumie huyu bwana huyu. Sasa subiria shughuli inakuja. Watu wa full bag zao zieleweki, hasa kuna vyuma vipo za complex pale. Kuna vyuma vipo za complex. Swala kuvilasimisha tu swala la muda. Wewe subiria. Alafu utaona umeme ambao uko pale. Hatuwezi kuwa na flow line bank sisi tukafeli. Haiwezekani. Kitambala unajua alikuwa anamchukulia GFT mtu wa mpira. Inchi nzima wanasema ime confess. Ku confess unajua maana yake nini? Imetubu. Kwamba wewe GFT shikamoo baba. Kila mtu amekubali. Kamuulize karabu cha Mungu atakwambia shughuli ya Kitambala bora. alimwambia au muulize Nangu Nangu anaamu. Anauliza mechi iko half time. Nangu anauliza, kwani huyu mchezaji ana kilo ngapi? Kama ingewezekana tu tunacheza mpira kama wanavyofanya ngumi, tu wewe tunapima na uzani. Sijui umeelewa. Haiwezekani jitu ambalo lina kilo 400 au au kilo 600 aje kupambana na huyu ambaye ana kilo 12. Muulize wewe Nangu atakwambia hasa zile zile kilo alizokuwa anazo Jeff Tekitambala, akaambia chalamuka bunjo. Wewe unafanya mazoezi uko Msimbazi? uh -huh. Kone viwanja vyenu visivyoisha huko Bunju. Mimi naweka pale, twende. Alipitwa yule kama anakimbia na filibeti bai. Chamuka karabu anapitwa hivi na kitambala. Anaenda kuchukua mali hiyo, anakuja kuondoka. Tupige hesabu mimi, tupige hesabu mimi na wewe wachezaji ambao wamewaleta ibenge katika dirisha kubwa. Alioleta kwenye dirisha kubwa? Ambao yani kwa lugha nyepesi aliokuja nao. Aliokuja nao. Eh, yani useme, yani usiseme alio, alio, usiseme alioleta, sema aliokuja nao. Yani vyuma ambazo amekuja navyo mwenyewe. Kwanza tunaanza na kufufana golini hapo goli, goli ambao liko salama kwa matumizi aina yoyote ni goli la Azam FC unaheshimanula, unafofana, una foba zobeli, unamuona. Lakini afu inchi hii sasa hivi, yani sisi yani, huyu mwaka ni watu watatubu tu, yani mwaka, kila mtu atakuja kusema jamani ye. Sisi bwana foba sasa hivi inchi nzima. inchi nzima, watu mpaka wengine washabiki wa timu yao ile wanaovaa nguo nyekundu wanasema asante Mungu kwa kuumia yule, Maanake kama yule angeendelea kuwepo huyu asingecheza e, sijui umeelewa? asante Mungu kwa yule kuumia e. Umeelewa sijui sijui, manake mm. Yule angeendelea kuwepo huyu mm. asingecheza mm, lakini yule sasa alivyoumia amekuja kucheza Zuberi foba. Muulize ala ni Okelo, atakwambia shughuli ya Zuberi. Muulize Okelo, atakwambia. Okelo atakupa shughuli ya Zuberi, Yule ambaye amemsajili aliona goli goli zima anaonekana amejaa foba goli zima yeah. okelo okay, akasema sio kweli madam nishapo mamlaka kupiga mpira ngo yeah. anitoe nje tuanze tuanze shughuli zingine mali kaiko kule juu kule zuberi amejaa golini umeelewa kwa hiyo kwenye swala ubora hapo kuna foba haya huyo mtu toka kumtaja sasa hivi <laughs> na bahati mbaya au bahati nzuri yeah. mimi nasema bahati mbaya au bahati nzuri kuna mtu aitwa Barakati Hamdi au Hamdi Barakati Lionel Messi wa Tunisia. Usione Tunisia ile ndugu yangu ya taiva... ile Tunisia bado haina makali kwa sababu huyu Himdi Barakati hayupo, alikuwa anaumwa wakati kikosi kinaitwa. Himdi Barakati, ona ile pale ile ile unayoiona ile ile unayoiona ile makali pale yamepungua kwa sababu hamna nani, hamna kichuma iki Himdi Barakati na siku ile kama ndo angekuwa amekaa kule ile winga, na so saduni make aliingia akatengeneza magoli yale haraka haraka light. Kama kule ndo angekuwa yuko Himdi Barakati, mtu alikuwa anakula chuma sita ndani ya dakika kumi na tano, na ingekuwa rekodi kwenye mpira wa nchi. Ingekuwa rekodi kwenye mpira wa nchi, chuma sita ndani ya dakika kumi na tano, chuma sita. Wewe unafamasiana na sisi ni oh ya ibenge ibenge, ni mashine nyingine.

kama angekuwepo Himdi Barakati baada ya mechi ile, walikuwa wanapigana kabisa, yani vitasa vilikuwa vinaruka. Mangungu asingesubutu kucheka. Anafanya press, Mangungu anacheka, si kwa sababu eh, tumemfunga goli chache famasi yala nini? Si, eh, si tumekaa vibaya msimu huu, tumekaa vibaya, tumekaa vibaya sana. Yani sasa hivi sisi tumekaa vibaya, ogopa Azam FC ya Benge. Wanasema wanasema mmemla, mmemtafuna maji yake, nani mshangazi? Ah, sasa ule mshangazi umekuja wenyewe, ndo kama vile na unakuja geto safari eh? Dakile, safari <šre> Shangazi, eh, pinduka, unakuja geto mshangazi, unakuja geto mwanga, ukipinduka unakuja geto na mashavu nje nje, maana ile kocha alikuja simeliona, kocha shavu hilo ndio amemleta, sasa anakuja yule kulifanya. Ndugu yangu sisi tumekaa vibaya, Ibenge yani Ibenge amedhamiria ubaya, ila hawezi kusema. Yani unajua Ibenge hawezi kutoka kwenye hadhara akaongea mimi msimu hivi, hawezi, yule ni kocha. Ila mimi nakuwa nakupa siri Ibenge amedhamiria nini? Mwaka huu watu watatubu sana. Huu mwaka watu watatubu. Sasa wewe jiulize kama kama Foba ndo yule. Yule ndio Zuberi Foba. Yule unamwona nesi notimu. Yule Zuberi hayo yofo fana. Huko ali ilali. Alitoka naye akaja naye hapa. Waulize wananchi, watakwambia kuhusu Zuberi, kuhusu kuhusu kuhusu Fofana. Watakwambia ah, si mjua heshima nula nani nchi. Sasa hizo bidhaa zote zipo kwenye timu moja. Hizo zote ziko timu moja. Wewe unasemaje? Mpwangu si mm, tumekaa vibaya ndugu, <laughs> yangu, sisi mwaka huu hatucheki na yoyote eh bwana. <laughs> <laughs> <laughs> Jana niliona ulikuwa ukinungunika, kuna watu kidogo wamekuendea against. Kulikoni tena ndugu yangu? Ah, kuna mtu amefanya upuuzi. Kile kitu binafsi sijakipenda, huo ndo ukweli. Binafsi sijakipenda, na amefanya kosa ambalo light, kama na mimi naamua, naamua, naamua sasa kusema nianze kufuata sheria na kanuni kitendo cha kuweza kuexpose namba yangu mimi kuiweka hadharani ili kila mtu aione na aitumie vile yeye anaitaka. Lile ni kosa. Laiti kama naamua mimi na mimi kuanza kufuata sheria sasa, maana yake yeye huko aliko anaweza kurudi na anarudisha mdau wote, ni swala kwamba umevunja sheria na kanuni za nchi. Hiki kitu hakiruhusiwi, kwa nini umekifanya? Umeelewa? Kwa amefanya ujinga, tulikuwa tu, tayari nilishalizungumzia jana na leo nalidharibisha kama hivyo ujinga, na ujinga aliofanya ule, ujinga aliofanya ule, kwanza afute Kile kitu alichokiweka afute, asiweke namba yangu ya simu. Yani mimi shida yangu kwa kwenye magomvi yao kwenye yani huko kwa kwenye mnapigana, mmezulumiana fedha huyu kapata milioni ishirini, sijui kaenda kununua kiwanja huyu mwingine kapata shilingi elfu mbili, huko si ya kutuhusu, shauri yenu si huko, sisi wengine usiweke vitu vyetu kwenye matatizo yenu, hatutaki namba yangu mimi au kama unaweka pale, kwa nini unaweka namba yangu hapo. Iko ndo kitu ambacho mimi kimeniuzi. Yaani kile ndo kitu ambacho mimi kimenikera kabisa. Laiti kama sovi mi siwezi kuongea chochote, kusule hanihusu, yani hamna namna. Yani ana maisha yake na mimi na maisha, hamna namna yote ambao mimi na yule tunakutana kuna jambo lolote ile. Lakini kwa nini umeweka namba yangu wa simu aje? Hatuwezi kumtaka mtu kama yule. Unaweka bondi mke afu uje kwenye timu yetu sisi, hatuwezi kumhitaji. Unaweka bondi mke afu unakujaje kwenye timu yetu? hatuwezi kumtaka Yeah. Amekosea ndugu yangu. amekosea sana, amezingua big time. Alafu ukicheki, yani unajua mtu kama yule, wale ni watu ambao kwa sababu wale ni mablaza ujue. Au sio, bwana? Wale ni mablaza. Unatakiwa sometime kitu ndio maana nasema, kitu kabla hujakipeleka mtandaoni, meja. Mi sijumelewa hiyo ukiangalia sasa, shida ilikuanzia wapi wapi? Unakuja kukutana kwakeye, amekosea big time. Yani amekosea sana, mi sijapenda.